Karibu sana katika chaneli yangu ya Fati-Rabbit TZ. Kujipatia elimu mbalimbali zinazohusiana na ufugaji wa sungura wa kisasa pamoja na kilimo kwa ujumla. Katika video hii tunaenda kuzungumzia magrupu muhimu zaidi ya chakula cha sungura, na tutajikita zaidi katika grupu la kwanza ambalo limejumuisha majani muhimu zaidi ambayo yana virutubisho vya kutosha vinavyofanya sungura wako wapate kukua kwa haraka zaidi na kumtengenezea kinga na afya iliyokuwa bora zaidi katika mwili wake na kumwongezea uzito ndani ya muda mfupi. Kama ni mara ya yako ya kwanza kufuatilia video zetu, tunakuomba sapoti yako ya kusubscribe, kulike, kushare video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook pamoja na WhatsApp ili kuifanya chaneli yetu ipate kukua zaidi, na wewe huye we mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu endapo tutakuwa tumezituma katika chaneli yetu. Kwa jina, naitwa Fadhili Mfaume, ni mfugaji wa sungura wa kisasa, napatikana katika mkoa wa Lindi, ndani ya halmashauri ya manispaa ya Lindi mjini na tukianza na jani letu la kwanza kabisa, tutaanza kuzungumzia mti wa lusina. Mti huu ni mti ambao Mungu ameujalia sana kuwa na virutubisho vya kutosha. Mti wa lusina una virutubisho vingi sana, ikiwemo madini pamoja na vitamini mbalimbali ambavyo zinapatikana katika huu mti ikiwemo protini ya kutosha. Ila pia mti huu wa lusina una faiba ya kutosha sana, ambao faiba inasaidia sana katika mmeng'enyo mzuri wa chakula. Mti huu pia una vitamin A, B1, B2, vitamin C, E pamoja na madini ya calcium na phosphorus, ambao tunafahamu zaidi, haya madini yanasaidia zaidi katika ukuaji wa mifupa na kuikomaza vizuri mifupa. Kwa hiyo ni mti ambao una faida nyingi sana katika ulishaji wa sungura na gharama yake ni ndogo sana katika upatikanaji wake. Unaweza ukayavuna majani haya ya lusina na ukaenda ukayanika sehemu ambayo ilikuwa safi zaidi, sehemu ya ndani, na ikauke vizuri, ili mradi yapate kukauka ikiwemo na virutubisho vyake vya kutosha. Na pia unaweza ukayatumia kuwapa yakiwa mabichi na yatasaidia sana katika ukuaji wa sungura wako. Na majani yanayofuata tutazungumzia majani ya mti wa mlonge ama kwa Kiingereza wenzetu wanaita moringa. Majani haya ni majani ambayo pia yamekombaini virutubisho vingi sana, na mti huu ni mti ambayo ukiangalia kwa namna moja, unaweza ukasema ni miti rahisi sana kupatikana, ingawaje watu wengi sana hawajui thamani ya hii miti. Majani ya mlonge mara nyingi sana katika masuala ya ufugaji tunayatumia pia kama majani tiba. Majani haya unaweza ukayatumia kwa namna mbili. Unaweza ukawapa yakiwa mabichi hivi hivi, au pia unaweza ukayachukua ukayanika vizuri sehemu ambayo ina kivuli kama ndani, ili mradi akauke akiwa na virutubisho vyake, na utayatwanga. Ukishayatwanga utayachekecha vizuri, ukishapata yale ule unga unga wake, unaweza pia ukautumia huu unga kuchanganya katika chakula chako kingine ambacho unachotengeneza kwa ajili ya sungura wako katika mchanganyo wa hiko chakula chako, kwa hiyo itasaidia sana katika ukuaji wa sungura wako. Majani yanayofuata tunazungumzia majani haya, jamii ya majani ya mashona nguo. Sisi tumezoea kuyaita kwa jina hilo la mashona nguo, ila majani haya yana wingi sana wa protini, yana fiber pia. Majani haya ni bora zaidi na unaweza ukawapatia sungura wako kwa sababu yanakuwa na virutubisho vya kutosha kwa hiyo wakati ukiwa unafuga sungula wako lazima uchague majani ambayo unaona yana virutubisho vya kutosha zaidi na ndio ukawa unawapatia sungula wako ili upate ukuaji wa haraka zaidi majani mengine ni haya majani ya mgomba au majani ya mbizi kwa jina lingine na haya pia ni majani yaliokuwa mazuri sana katika ulishaji wa sungula wako na tunasisitiza zaidi, wakati unataka kutumia majani haya, hakikisha basi unayasafisha vizuri, kwa sababu mara nyingi sana majani ya mgomba yanakuaga na vumbi vumbi, au utakuta yanakuaga na baadhi ya wadudu ambao wanaweza wakasababisha changamoto ya u, ugonjwa wa matumbo kwa sungula wako. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukayasafisha vizuri kabisa kabla hujayapatia sungula wako kama chakula chao na unaweza pia ukayanika uka, uka pia unaweza ukayatumia hata yakiwa majani makavu, na sungula wako watakula vizuri kabisa. Majani mengine ni jamii ya hizi nyasi poli. Majani haya yanatumika sana katika chakula cha sungula, na nadhani majani haya yanapatikana sehemu nyingi sana, na kuna aina nyingi sana ya majani poli yakiwemo, kuna zile wanaziita elephant grass, kuna alfa alfa pia kwa hiyo ni majani mengi sana ambayo yanatumika kwa dizaini hii, na majani haya ni vizuri zaidi uyatumie yakiwa makavu. Kwa hiyo utayafyeka vizuri, hakikisha basi umeyapata majani ambayo yaliyokuwa mabichi vizuri kabisa, na yakiwa masafi, ambayo hayana ukungu wala hayana vumbi vumbi. Usiende ukakata majani haya sehemu ambayo unakuta kuna mzunguko mkubwa sana wa vumbi kwa sababu utakuwa unachukua majani ambayo yana uchafu na yatasababishia matatizo sungura wako. Ukisha yavuna vizuri majani yako, basi unaweza ukaenda ukayanika sehemu ambayo ina kivuli kizuri, na unaweza ukaweka hata ndani ukayanika sehemu ambayo ilikuwa nzuri zaidi, yakapata kukauka, lakini hakikisha unakuwa unageuza geuza kila baada ya siku moja au kila baada ya siku mbili, ili mradi majani yako yapate kukauka vizuri kabisa na yasiwe na umande umande. Yakisha kauka unaweza ukayatumia kama chakula kwa sungura wako. Aina nyingine za majani ambayo ni bora zaidi kwa ulishaji wa sungura wako ni jamii hii ya majani aina za mboga mboga. Majani haya tunafahamu kwamba yana virutubisho vingi sana na vitamini vya kutosha, kwa hiyo tunakuwa tunahitaji sana kuwalisha sungura wetu, ili mradi sungura wetu wapate vile vitamini ambavyo vinapatikana katika hizi mboga mboga. Na hizi mboga mboga, kuna magrupu mengi sana ya aina za mboga mboga ambazo unaweza ukazitumia katika kuwalisha sungura wako. Kuna mbogamboga aina hii ya mchicha, ila pia kuna mbogamboga aina ya matembele, kuna majani ya viazi vitamu, kuna majani ya kabichi pamoja majani ya spinach, unaweza ukawapatia pia na majani ya sukumawiki, majani ya mchunga, kuna majani ya navu majani pia, unaweza ukawapa na majani ya kunde. Tena majani ya kunde ndio majani mazuri sana, majani ya kunde, majani ya maalage yale majani yenyewe. Kwa hiyo unaweza ukaamua mwenyewe kama mfugaji, ukaandaa bustani yako pia ndogondogo, ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kualisha sungula wako, la ya ufugaji wa sungula kwamba hautokuwa pia na gharama ya kutafuta mbolea aina yoyote, utachukua mavi ya sungula pamoja na mkojo wake mwenyewe wa sungura na itakusaidia pia katika uku, u, ukuzishaji wa hizo mboga mboga zako. Kwa hiyo utaandaa bustani yako ya kutosha, na utakuwa unawalisha sungura wako na wakawa na afya iliyokuwa bora zaidi. Na ndio maana tunasema katika ufugaji, ufugaji wa sungura ni ufugaji ambao ni rahisi sana, kwa sababu yeye mwenyewe ana uwezo akagaramia malisho yake kwa kutoa hizo mbolea na wewe ukaenda kuandaa bustani yako ili mradi kupunguza gharama kubwa ya malisho kwa sungura wako, na mfugaji mwenyewe utakuwa unakula mboga mboga ambazo zina virutubisho vya kutosha, mboga mboga ambazo hazina kemikali aina yoyote. Kwa hiyo, na wewe kwa upande wako utakuwa umepunguza pia gharama ya kwenda kununua mboga mboga masokoni. Kama pia unahitaji mafunzo ya ufugaji wa sungura kisasa, mafunzo yetu tunaendelea na kwa gharama yetu ile ile ya shilingi elfu tano ndani ya mwezi mzima, utapata kujifundisha mambo mbalimbali mbali ambayo yanahusiana na ufugaji wa sungura wa kisasa, changamoto ambazo zinatokea katika ufugaji wa sungura na namna ya kuzitatua hizi changamoto, ukianzia na changamoto ya magonjwa ambayo yanasumbua sana sungura, pamoja na namna nzuri ambayo ya kutafuta masoko ya sungula na bidhaa zake kwa ujumla. Ukihitaji vitabu pia vipo na vinapatikana kwa gharama ya shilingi elfu kumi, na vitabu vipo kwa mfumo wa soft copy. Kwa hiyo ukishalipia tutakutumia kitabu chako na ukaanza kupata mafunzo kidogo kidogo, kabla hujaanza kuingia katika huu mradi wa ufugaji wa sungula wa kisasa. Katika video inayofuata Nitazungumzia zaidi kuhusiana na grupu la pili ambalo ni chakula aina ya matunda. Matunda, chakula cha matunda sungura inapaswa naye apatiwe pia, kwa sababu matunda haya yanakuwa na virutubisho vingi pamoja na madini kwa ujumla, ambayo yanafanya pia sungura wako wapate kukua kwa haraka zaidi na kuwa na kilo nyingi ndani ya muda mfupi sana. Tunawashukuru sana kwa wale wote ambao mnaendelea kutupa sapoti yenu ya kusubscribe chaneli yetu, kushea video zetu katika magrupu mbalimbali ya mitandao ya kijamii. Tunaamini nyinyi ndiyo ambao mnatupa nguvu zaidi na mnatufanya tuwe majasiri kuendelea kutoa madarasa haya. Asanteni sana.